Laini, tunarudisha namba zilizopotea, tunashajiri laini na kuulisha namba zilizopotea. We vipi mbwa, unabwata kitani kwa sema nini? Oya we, mnarudisha namba zilizopotea, si ndio? Ndio. Oya unarudisha kweli namba zilizopotea? Kweli narudisha. Oya we, mimi na namba zangu tila lila, na namba kibao zimepotea. Oya we, nirudishie hizo namba hizo. Oya hizo a, ukinirudishia hizo namba mimi nakupa yote yani. Oya we, na namba moja inaitwa 26 namba. Oya hapo kwa Zulu Natal, hiyo 26 namba. Oya we, nyandu uyo na nyandu tozi. Kwa na nyandu tozi kwa Zulu Natal hatari, ujue 26 namba. Oya uyo michalazo, ujue 26 namba, namkubali na kutoka moyoni oya oyawe ha, una namba nyingine arobaini na tano minuno nunu, nunu, nunu una nani nunu atucheki na wowote oyawe, arobaini na tano minuno nrudishie hiyo namba arobaini na tano sema nini nana namba nyingine mwanangu, iyo namba hiyo iyo hatari. Oya we na namba selasini na mbili na mbili oya, tunachekelea uovu tu, tunachekelea uovu yani, tunachekelea uovu. We nirudishie hizo namba hizo, hizo namba nazikubali kutoka moyoni. Alafu nini, hizo namba zimepotea? Ujuwe mwanangu, nirudishie hizo namba hizo. Sikiliza blaza, na nasajili laini sisajili sa watu mimi, tambua ilijua ni kali mimi nasajili laini tu peke yake, na namba za simu. Sasa hayo mambo ya kuniambia 26 namba, sijui sijui wapi South Africa, sijui kaburu, sijui nani, sijui wakina Nyandutozi, mimi nasajili peke yake namba za simu na laini zilizopotea.